Magazeti ya Kenya, juhudi zafanywa kuzuiwa kunyongwa kwa Mkenya Margaret Nduta nchini Vietnam. Mnamo Jumatatu, Machi kumi na saba magazeti ya kitaifa yaliripoti kwa mapema kesa ya kunyongwa kwa Margaret Macharia Nduta. Magazeti hayo pia yaliripoti kuhusu hatua ambayo haijawahi kufanywa na kanisa la Kianglikana kwa zuia wanasiasa kuzungumza kanisani. Gazeti la like kwanza, za Standardi, gazeti hili liliripoti juu ya kutokuwa na uhakika juu ya utekelezaji uliopangwa na Margaret Macharia Nduta mwanamke wa Kenya alipatikana na hatia ya kusafirisha dawa za kulevya nchini Vietnam. Nduta alitarajiwa kunyongwa Jumapili, Machi kumi na sita saa nane na nusu mchana, lakini bado haijafahamika iwapo zoezi hilo lilifanyika au la. Katika taarifa, katibu mkuu wa masuala ya kigeni Korir Sing'oei alifichua juhudi zinazoendelea za kidiplomasia kwa Nduta. Sing'oei alisema kuwa alikuwa na mazungumzo ya simu na naibu waziri wa mambo ya nje wa Vietnam, Nguyen Minh Hang, kuhusu ombi la Kenya kuzuiwa kunyongwa. Nilikuwa na mazungumzo ya simu mchana wa leo na wenzangu Nguyen Minh Hang, naibu waziri wa mambo ya nje wa Vietnam, kuhusu swala la Margaret Nduta. aliwasilisha kwa Madam Hang wasiwasi wa watu wa Kenya juu ya kukaribia kutekelezwa kwa taifa letu na nikasisitiza ombi letu la kusimamishwa kwa utekelezaji ili kuruhusu nchi zetu mbili kutafuta njia ya kusuluhisha swala hilo. Ninashukuru kwa uhakikisho wa Madam Hang kwamba ombi letu linazingatiwa na mamlaka ya nchi yake, Singoeng alisema. Wakili mwandamizi Charles Kanjama alikubaliana na wataalamu wengine wa mambo ya nje ambao walidai kuwa haitakuwa rahisi kumwokoa Nduta. Kulingana na Kanjama Kenya haina haki ya kisheria ya kulazimishwa kurejeshwa nyumbani, lakini inaweza tu kuchunguza njia ya kidiplomasia kumwokoa mwanamke huyo mwenye umri wa miaka thelathini na saba. Katika mazoezi ya kidiplomasia, unaweza kuwasilisha ombi kwa raia wako aliyekamatwa katika nchi ya kigeni kuhukumiwa tena katika nchi yako, lakini hakuna sheria ya kimataifa ambayo inalazimisha nchi yoyote kumrejesha nyumbani mhalifu aliyepatikana na hatia. Kwa hivyo Kenya inaweza tu kuchunguza njia za kidiplomasia, alisema Kanjama. Mama wa Margaret Nduta amtumia ujumbe wa uchungu hukumu yake ya kunyonga ikinusia. Muranga, Purity Wangari mama yake Margaret Nduta amehuzunika moyo na anahisi kukosa matumaini kwani hawezi kumwokoa bintiye ambaye anatazamiwa kunyongwa nje ya nchi. Wangari waliwagusa Wakenya na kuwatoa machozi kwa ujumbe wake wa dhati kwa binti yake kabla ya kunyongwa nchini Vietnam. Akitiririka na machozi, alionyesha upendo wake kwa bintiye akisema, anaamini katika kutokuwa na hatia kwake licha ya mahakama ya Vietnam kumhukumu kifo. Ujumbe wa mama Margaret Nduta kwa binti yake kabla ya kunyongwa Mwanangu, nakupenda, nilikuleta duniani pamoja na dada yako pacha. Mungu akulinde, najua hakufanya kile unachostumiwa nacho, alisema kama ilivyoripotiwa na Custom Media. Mama huyo aliyekumbwa na huzuni alionyesha matumaini ya kumwona na kumkumbatia binti yake akiomba muujiza ambao ungepelekea kuachiliwa na kurejeshwa Kenya. Mungu atakupigania, yeye ni mwenye haki. Mungu akulinde. Siwezi kusubiri ukukumbatia unaporudi nyumbani ukiwa salama. Tunaomba miujiza, alisema Wangari. Ni uhalifu gani ambao Margaret Nduta alitenda? Nduta alikamatwa katika uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Tan Son Nhat mjini Ho Chi Minh mnamo Julai elfu mbili na ishirini na tatu na baadaye akapatikana na hatia ya kusafirisha zaidi ya kilo mbili za madawa kulevya nchini humo. Dawa hizo zilipatikana kwenye mzigo wa mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 37 alipowasili katika nchi hiyo ya kusini mashariki mwa Asia. Kwa mujibu kwa mujibu wa ripoti ya Nduta alinaswa na mwanaume mmoja nchini Kenya aliyemlipa kusafirisha mzigo hadi rasi. Alipowasilishwa mahakamani, Mkenya huyo alisisitiza kwamba hakujua kuhusu uwepo wa madawa hizo haramu kwenye mzigo huo. Hata hivyo, upande wa mashtaka ulitupilia mbali madai yake, ukisema alikuwa akijaribu tu kukwepa wajibikaji kwa matendo yake. Walisisitiza kuwa mtu yeyote anayekamatwa na kiasi hicho cha madawa ya kulevya lazima awajibike kwa mujibu wa sheria za Vietnam. Wakenya wanamfariji mama yake Margaret Nduta, Benadi Bangwasi na unaweza kufikiria hata hizo dawa hazikuwa zake. Laurencio naira: ninahisi uchungu kwa mama yake, upendo wa mama husimama dhidi ya kila hali. Maombi yangu yako pamoja naye, Mungu amfariji katika kipindi hiki kigumu. Pia tuwachunguze wapendwa wetu wa kuwaonya wasijihusishe na uharifu hatari. Karen Mbone ni huzuni sana. Mungu mapenzi yako yatimizwe. Asante kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Mungu wa Israeli, Danieli, Paulo na Sila amokoe. Jacob Mark Diamond: hakuna tena kunyongwa kwa Nduta. Mungu wa saa ya mwisho ameshuka sasa. Kesi iko kati ya mataifa mawili, Kenya na Vietnam kujadili suala hili, imeahirisha kwa miezi sita. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu wetu Baba.